Akizungumza mjini Wundanyi kaunti ya Taita Taveta, mwakilishi wa kina mama kaunti ya taita Taveta Bilidia Haikam amesema kwamba kaunti ya Taita Taveta haitakubali siasa zinazotenganisha watu kwa misingi ya kikabila bali itaweka kipaumbele kwenye siasa za maendeleo zinazolenga kuinua maisha ya wananchi. Ndugu zangu wa Taita Taveta, siasa ya ukabila tusijaribu kuisikia.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 ili watu ambao wanaishi na ulemavu wa kuempowered ili community yote because when you empower a woman, you have empowered the whole community. Hayo ndo mambo tunataka kuyazungumzia. Hatutaki kuzungumza eti wewe ni nani na umetoka wapi na unafanya nini hapa. Tunaelewa na ndugu zangu Ataita Taveta, the coach ya Mweri. Wakati huo amewataka Wakenya kuipenda nchi yao na kuwapenda viongozi walioko madarakani, huku akisisitiza haja ya kuwaombea viongozi hao ili kufanikisha miradi ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa katika maeneo mbalimbali mbali. Tuipende nchi yetu, tuheshimu viongozi wetu na tuwaombee viongozi wetu wa kifaulu ni sisi tumefaulu. Gabriel Mokoma, Taita Taveta.